Afisa habari wa klabu ya wekundu wa Msimbazi Simba, tukimzungumzia Ahamed Aly, ambaye yeye hivi sasa amezungumzia mwenendo mzima wa klabu ya Simba na kuweza kutamka maneno haya ambayo yeye amesema kuwa anaimani na timu hii kutokana na, na mwendelezo wa e, ushindi ambao imeupata Simba katika mechi hizi mbili ambazo zimetoka kuchezwa na klabu ya Simba. Ukiangalia mchezo wa kwanza wa ligi kuu, lakini hii leo pia ameendelea kuhamasisha mashabiki wafike kwa wingi katika uwanja eh, wa Mkapa jijini Dar es Salaam dhidi ya Namungo FC. Mchezo huu ambao unachezwa na Simba katika michuano ya NBC Premier League. Ni kukumbushe kama bado hujabonyeza maneno ambayo yanasomeka subscribe, akisha unabonyeza maneno hayo ili uwe wa kwanza kabisa kupokea taarifa mpya ambayo itakuwa inajiri ndani ya chaneli hii. Kwa hivi Ahamed Aly anazungumza na vyombo vya habari na kusema kuwa licha ya kuwa na changamoto ya makocha katika klabu ya Simba, bado inaendelea kufanya e, mchakato kuhakikisha inampata kocha wa kudumu, ili aweze kuiongoza klabu hii katika michuano ya ndani ya nchi lakini nje ya nchi. Kwa hivi inahitaji utulivu wa kutosha sana kumpata kocha e, bora ambaye anaweza akaifikisha Simba katika kubeba makombe mbalimbali e, mbali ndani ya mipaka ya Tanzania, lakini nje ya mipaka ya Tanzania. Kwa hivi Ahamed Aly ameendelea kuzungumza na vyombo vya habari kuwa timu bado ipo na ameendelea kuwapa moyo mashabiki kuwa kwa sasa timu inaonekana ina ubora, ilichokosa ni utulivu wa kocha tu, lakini e, kwa upande wa wachezaji wako vizuri, na kuhakikisha kuwa kila mchezaji mmoja mmoja basi yupo tayari kujituma na kuhakikisha kuwa analeta matokeo katika klabu ya Wekundu wa Msimbazi Simba. Nikukumbushe mdau mdao wa soka kama hujabonyeza maneno ambayo yanasomeka subscribe, kisha umebonyeza maneno hayo ili uwe wa kwanza kupokea taarifa mpya ambayo itakuwa inajili ndani ya channel hii. Lakini taarifa hiyo utaipokea kwa kubonyeza maneno hayo ambayo yanasomeka subscribe, kisha itatokea kengele bonyeza, usisite kubonyeza kengele hiyo, kwa sababu ndipo unapopata notification mpya ambayo itakuwa inajili katika channel hii. Basi wewe ambayo umefanya hivyo, unakuwa wa kwanza kabisa kupokea taarifa hiyo, hapa ndipo mahali ambapo unapata taarifa za uhakika ndani ya channel hii, taarifa za soka. Kwa hivi baki nasi us, usiondoke, ili ujue nini kinajiri ndani ya mipaka ya Tanzania katika taarifa za kimichezo Magazeti ambayo yanatoka kila siku, lakini pia eh, taarifa za magoli ambayo yanafungwa na mechi mbalimbali mbali, basi ni ndani ya hii chaneli yako, hapa ndipo unaweza ukapata taarifa hizo. Asante kwa kuwa nasi, mdau mtazamaji wa chaneli hii.